Ni mwendelezo wa taarifa kwa umma kama ambavyo tuliipokea jana tarehe tisa ya mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano ndivyo ambavyo tumeipokea leo tarehe kumi mwezi huu wa sita mwaka 2025. Simba Sport safari hii wao wamewaasa mashabiki wao waendelee kutunza tiketi. Mchezo nambari 184 utaendelea kuwa pale pale kama bodi ya ligi walivyo e, tangaza kuwa itakuwa ni Juni 15 ya mwaka 2025. Wao pia wakiwa ni sehemu e, ya watu wanaohitaji e, taarifa ya kiuchunguzi itoke hadharani ili waweze kujua kilichopo nyuma ya kile kilichotokea tarehe saba. Nipo na Heavyweight hivi sasa kutaka kusikia lakini lipi hasa kwa huu mwendelezo wa taarifa kwa umma. Hali yako iko vipi kaka e? Bana, kwema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko salama bin salimini? Ah, salama ndugu yangu. Jana <coughs> tu haikuwa mbali, tulipata mm, nafasi ya kuzungumza nawe, ikiwa ni baada ya Young Africans eh, kuitikia wito wa bodi ya ligi, baadaye wakazungumza Simba Sports na wenyewe wameona wazungumze la kwao kupitia maandishi, taarifa rasmi. E, nisa, kwanza tuanze. Ni sawa kwa Simba Sports kufanya hiki walichofanya, kutoa taarifa kwa umma kuwahabarisha wapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba waendelee kutunza tiketi, aliyakuwa bodi ya ligi bado haijatangaza tiketi, na Young Africans dhahiri shaili wameanika kwao kwa hawatucheze. Oh, of course kwa upande wangu wa mimi, sio ni shida ya Simba kutoa hiyo taarifa, kwa sababu by the way bodi ya ligi hao hao wamekonfirm kwamba mchezo wa dabi upo, maanake utafanyika tarehe 15 utakuwepo. Kwa hiyo mche, mchezo wa dabi hauwezi ukawa bure by the way, lazima kuna kiingilio na kiingilio unakitoa vipi? Utoi kama nauli ya daladala eh? Maanake utakata tiketi kwenye n card na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Simba kuwahimiza mashabiki wake kukata tiketi eh, maanake kutunza zile ticket ni wajibu, wamefanya wao kama klabu wanaamini kwamba e, mchezo upo na wanategemea kwamba maandalizi yatafanyika kwa, kwa mashabiki pamoja na wao kama klabu watafanya maandalizi kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wa dabi. Mm. Mara baada ya uh, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo kuzungumza na waandishi wa habari. Hmm. Klabu ya Young Africans kupitia wafisa habari wake Ali Shabani kam hao pia walizungumza, na miongoni mwa wale waliozungumzwa nilisikika jina la kiongozi mkubwa wa serikali kutajwa e, na ndiyo chanzo cha migogoro yote hii e, kutokea. Turudi kwenye jambo ambalo simba wamechukua e, nafasi nalo kuwaambia mashabiki wake e, kwanza unaliona ni sahihi Pili, swala linalozungumzwa we pia ni miongoni mwa wale ambao mnatamani kujua kiongozi aliyesababisha dabi kughairishwa eh, jina lake linatajwa? Unajua, by the way, kuna ukirudi kwenye, kabla sijaija kwenye ishu ya alikamwe kuzungumzia ilo sakata na nini, ukirudi kwenye ile taarifa ambayo Simba wameitoa, Simba wanaiamuru wanai, bodi ya ligi, Simba wanaiamuru bodi ya ligi watoe majibu hadharani unaelewa hivyo, umeelewa hiyo statement waweke hadharani kile ambacho kilipelekea eh, mchezo kughairishwa baada ya mambo kutokea ndani ya uh, jioni ya tarehe saba, yani manake jioni ya siku moja kabla ya mchezo kufanyika. Tafsiri ya haraka haraka kwa mwenye, kwa mwenye u, upeo mkubwa wa fikra ni kwamba Simba Sports Club kuna vitu wanavijua ambavyo vilifanyika tarehe saba na hivyo vitu bodi ya ligi wanavijua pia ambavyo vilifanyika tarehe saba, pamoja na Yanga wenyewe wanavijua. Sasa Simba wanashangaa eh, kupitia hii statement yao ni kama wana, wana, wana, wana, wana, wana walikuwa wanategemea bodi ya ligi wataviweka hadharani hivyo vitu, lakini wanashtukia, siku zinazidi kwenda, hawaweki hadharani hivyo vitu. Na ukirudi sasa kwenye kipindi cha sakata lile, kwa sababu hii taarifa ya umma ni ya pili tu toka ile sakata limeanza, kwa upande wa Simba. Simba walitoa baada ya ile tukio la kuzuiliwa kuingia kwenye mazoezi, wakatoa wa taarifa kufanywa vile vitendo ambavyo si vya kiungwana, wakaweka wazi kwamba hawatocheza mchezo wote mpaka wale wahusika, wa, wote wachukuliwe hatua wahusika gani? si unaelewa manake waliwazuia kuingia kufanya mazoezi. au kuna kitu kingine hapo? Kipo sasa hichi kitu ndio ninaanza kupata picha sasa, bwana Jafe, kumbe hichi kitu ambacho mimi na wewe hatukijui ndio kinafanya yanga akomalie msimamo wake na ndo kilichofanya hicho hicho Simba atoe taarifa mapema ya kutocheza dabi siku ya pili ya mchezo, ambayo ile ndo ilikuwa tarehe nane maana jambo limetokea tarehe saba. Kwa hiyo hichi kitu bodi ya ligi ndo wenye haki na mamlaka ya kukitoa na ndio maana hata kwenye taarifa ya bodi ya ligi, tunarudi tena kipindi cha nyuma, utapata picha kwamba hawakusema kwamba tumeghairisha mchezo kwa sababu ya Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi kama ambavyo ilitokea, bali walisema kwamba tumeghairisha mchezo kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Of course inawezekana vilikuwepo 100% inaanza kuhisi hivyo, umeelewa, pamoja na dalili za uvunjifu wa usalama na amani, sio unaelewa? Kwa sababu baada ya kujulikana hichi, labda kuna kitu ambacho Yanga wamekiona na Simba wamekiona maybe kingeweza kuleta fujo, umeelewa. kwa hiyo, wakaona wawa, waji vishe lile jukumu sasa. Lile jukumu leo linawakaanga sasa. Kuna mambo mawili, inawezekana hii taarifa ya kiongozi kupiga simu eh? Japokuwa mimi hapo kidogo nataka nimkosoe alikama, kwa sababu ushaenda kwenye kikao, amenielewa kikao, umeitwa mdiscuss kikao cha ndani. Manake kile kikao kilikuwa cha ndani, waandishi walikuwa kwa nje, kikao kilikuwa kwa ndani. Hakupaswa kuexpose kile kitu ambacho walijadili kwenye kikao, hakupaswa kuexpose, alitakiwa tu amalize kile ambacho alikuwa anahitaji kumaliza kwenye kile kikao. Na by the way, hata kwenye ku, ku, ku, ku, present kile madai yao ambao wanasema hawakulipwa, of course sio jambo zuri. Unacheza fainali, unachukua kombe, alafu hupewi pesa yako ambayo ni haki yako kimsingi. Lakini ambacho kidogo nimepata mgagaziko, kwa nini unatumia aggressiveness kudai? Kwani ulishindwa kutafuta njia nzuri ya kuweza kudimandi haki yako? Unaandika kwenye kama kawaida, kuna protocol za kufuata kwenye, kwenye malalamiko. Mara kadhaa wamewakumbusha ni bado haijatekelezwa, mpaka inafikia kupangwa finali nyingine, jambo lao hajatekelezwa. Very ni nice. Very nice. Mm. Yanga hawakukurupuka tu, wakajua kwamba kuna kikao tarehe tisa. Walipewa taarifa toka tarehe saba kwamba kutakuwa kuna kikao. Automatically kile kikao kilikuwa ni cha bodi ya ligi na kimehudhuriwa na baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi. Walikuwa na nafasi ya kuomba mjumbe kutoka TFF, umeelewa, awepo pia kwenye kikao, ili waweze kutoa malalamiko yao, waweke kwenye ajenda yao, kwenye yale matakwa yao ambayo wameweza kuyatoa manne, na hilo wangeongezea kwamba tunatakwa letu jingine hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa wa CRDB Federation Cup. Kama hatutalipwa kwa wakati mpaka inafika tarehe ya mchezo ya fainali hii hatutocheza alafu... bas very simple. Sasa kwa nini unakuja unani... of course labda maybe ame, wamefanya hivi kwa ajili ya kuexpose yale madudu ambayo yametokea na kuonyesha kuendelea kuonyesha kwamba mamlaka zina changamoto, umeona, kwa sababu mwisho wa siku unajua unavokuwa kwenye vita, silaha yoyote usimpangie adui yako kutumia aina gani ya silaha. Ile pia ni silaha kwamba kuonye, kuzidi kuonyesha. Sasa mimi msimamo wangu kwenye hili ni kwamba bwana Jafe, ni kwamba eh, bodi ya ligi kuna kitu wanakilea, wanakificha kwa ajili ya kuwalinda hawa watoto wake Simba na Yanga. Sasa hichi kitu ambacho wanakificha hiki ndio kitakachokuja kuwafanya waonekane wao Uh, hawana yani, sijui nitumie ni kauli yani, hawana uwezo wa kusimamia mpira, lakini hiki uh, kinachoendelea hivi sasa Simba Sports mm. kusema dabi ipo dabi ipo dabi ipo, ndio kile kile ambacho kiliainishwa kwenye barua ambayo waliitoa uh, siku ya tarehe saba usiku. Eh, ilikuwa ni usiku wa tarehe nane tayari mm, mm, kwamba hawatocheza eh, mechi nambari 184 mpaka wahusika watakapochukuliwa hatua mm. Wahusika hao bado taarifa ya uchunguzi haijatoka kuainisha ni akina nani, na bodi ya ligi kupit, eh, pamoja na TFF imechukulia hatua nani na nani na nani. Hivi sasa Simba wenyewe wapo tayari kucheza mchezo. Dhahiri shahidi ni kwamba kile walichokiandika na wanachokizungumza ni vitu viwili tofauti, mpaka hapo au, au ambao wamewazungumza au ambao waliwaandika kwamba wahusika, kwa jinsi wewe unavyotazama sakata lilivyo, unadhani wamechukuliwa hatua ama ndio tunaweka utani wa usimba na uyanga kwenye mambo ambayo yanatakiwa kuchukuliwa hatua ili mabadiliko yawepo? Unajua, jambo la kwanza ni kwamba wahusika wapo, hilo ni jambo ambalo lipo, yaani liko wazi, wahusika wapo. Lakini pia naweza nikasema au wahusika hawajachukuliwa hatua na kwa sababu hawajachukuliwa hatua tunashindwa kujua kwa nini. Kwanza bodi ya ligi wanaficha hawataki kuwa expose hawa watu ambao waliharibu mchezo wa tarehe nane. Lakini jambo la pili simba walipaswa, unajua, kwa sababu tarehe imepangwa tarehe 15, by the way bado siku kadhaa hapa kuweza kufikia kwenye mchezo umeelewa, ni nyingi kwa sababu eh, kwa muda ambao tare, uh, eh, toka tare, mwezi Machi manake tarehe nane mpaka leo ni muda mrefu kidogo umepita. Manake bodi ya ligi pengine wangeweza kuwa na muda mzuri wa waku, wa kupanga namna gani ya kutafuta solution au namna gani ya kuwakamata hao wahusika na kuwawajibisha kuwa kuwa kulingana na jinsi ambavyo wame wa, kulingana na kitu ambacho wamekisababisha, si ndio? Manake sasa Simba labda waliamini kwamba mpaka kufikia tarehe 15 jambo lao linawezekana likawa ndio maana unaona siku tano kabla ya mechi Simba wametoa nao msimamo wao kwamba wanataka eh, bodi ya ligi waweke hadharani, si ndio? Mm -hmm. watu ambao walihusika kuharibu eh, kuleta, kuleta zile buga zote wami na nini ambazo wali zilitokea tarehe saba maanake siku moja kabla ya mchezo, sindio? Mm -hmm. Simba kwa nini wametoa timing yao hii? Haijaja bahati mbaya manake wanawa instruct bodi ya ligi kuweka hadharani, maanake Simba wanaamini hizo taarifa nyeti ambazo wao wanataka bodi ya ligi wazitoe tayari wanazo. Sasa kwa nini barua itoke katika kipindi ambacho Young Africans wametoa msimamo wao, ndo wao wajiwatoe msimamo wa kwamba dabi iwepo? Kwa nini hili swala hawakulishinikiza hii hmm, e, miezi miwili ambayo imepita mpaka e, sasa tunazungumza ni miezi miwili na nusu hmm, kuelekea dabi yenyewe ya tarehe kumi na tano ambayo yani, bado ina sintofahamu. Yaani wao walikuwa wanataka kwamba wajibu mapigo kwamba Yanga wakitoa hiki yani... Udayi... walichokifanya Simba, ni wamejibu mapigo kwa sababu lilikuwa ni swala la kuwasiliana ofisi kwa ofisi, ni kwamba walipeleka e, barua ya kutaka e, taarifa za kiuchunguzi zitoke na wakaujulisha umma au linafuatia mara baada ya yani, kuendelea kuwa na msimamo ule ule kwamba hawachezi. Unajua jafe labda ni kuweke ni, ni, ni, ku, ni vizuri swali lako <l> yani <Rey> ambalo sijaelewa, wewe wewe una mashaka kwa nini wametoa taarifa leo, si ndio? e e, na wewe ulitaka taarifa itoke miezi miwili nyuma. Kulikuwa kuna nafasi kubwa zaidi ya bodi ya ligi kukumbushwa kuku, kuku, kuku, ili swala ili lifanyiwe hmm, kazi na mwisho wa siku labda labda Simba waliacha muda mrefu ili bodi ya ligu waendelee na uchunguzi. Inawezekana eh, wali, waliona kwamba basi kwa sababu ni swala la kiuchunguzi kumbuka, ni swala la kiuchunguzi uchunguzi, nafikiri si unaujua, uchunguzi ni kitu ambacho ni unpredictable. Huwezi ukasema nitachunguza ndani ya siku mbili nitakuwa ni maybe, ndio maana Simba wamefanyaje, wameacha na kukumbusha karibia na siku ya mchezo maybe, kwa sababu siamini kwamba Simba ha, ha, walikuwa wanafurahia kuona wale wa, watu waliohusika kwenye Eh, ile ghasia ya tarehe saba wangeachwa, siamini hivyo, na ndio maana leo hii Simba wame wa instruct bodi ya ligi kwamba wao wanataka eh, wanataka wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, taarifa ya kiuchunguzi itoke hadharani, na kuna kitu hii hii jafa narudia tena hapa hii ha, haiji bahati mbaya, kuna kitu hapa, kuna kitu na kwambia wanataka kiwekwe bayana, na iko kitu mimi hicho hicho kitu umeelewa ukirudi ku, sasa tukijaribu ku connect dot ndo tukiweke kama x hatukijui, tuna, tuna cross multiply hatukijui hicho kitu kabisa, sindio? Ni x. Sasa hiyo x tunajaribu ku resemble nani ambaye anaweza akawa ni mnufaika? Tarehe saba Simba walizuiliwa kuingia kufanya mazoezi, walohusika kuzuia mazoezi wana, yani ni kama watakuwa wanabeba interest za klabu ya, ya Yanga lakini pia alikamwe baada ya kikao alisema kwamba eh, Almas Kasongo akasema kuna kiongozi wa serikali alipiga simu, usimenielewa alipiga simu a ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, nafikiri manager wa uwanja, si ndio? mm -hmm, kuzuia simba wasiingie uwanjani. Of course uki, uki cross multiply, huwezi haiwezi kawa rais kiongozi ambaye ana, ana, ana interest na Simba, anaipenda Simba akafanya kitu kama hicho. Automatically, kitendo, kitendo cha mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuzungumza kuna simu ilipigwa hmm. ya kiongozi kutoka serikalini hmm. auoni kama kinatia dosari e, kuonyesha kwamba serikali inaingilia mamlaka ya, ya, ya mpira wa miguu na ndio maana of course, sijamaliza kujibu swali la kwanza, umebambika la pili. Yeah. Namalizia, namalizia kwanza hmm tunajaribu kuendelea kukonekti doti kisha tuangalie nani atakuwa mnufaika wa hiyo e, tuseme majibu nani nani yatakayotoka umeelewa? e. Manake, si wote si, sio wanashinikiza nani atoe uh, wote wanashinikiza bodi ya ligi itoe hadharani uh, uchunguzi. Sasa ndo tunaendelea kwamba hatuamini kwamba eti huyo kiongozi wa serikali uh, atapiga simu kwa ku, ku, meneja wa uwanja Simba wazuiliwe kufanya mazoezi ilhali yeye ni mshabiki wa Simba, siyo rahisi lazima atakuwa ni mshabiki wa Yanga. Kwa nadhari hiyo tunajaribu kuweka tu katika nadharia hiyo, amenielewa, sasa kama ni mshabiki wa Yanga amenielewa, kuna vitu ambavyo viliendelea automatically Simba ndio walikuwa wahanga siku ile. Maana maanake hivyo vitu vitakuwa against, na, vitakuwa against na, na, na, na Simba na vitamfeva Yanga. Kwa hata kama uchunguzi, na ndio maana Simba maybe wametaka viwekwe hadharani kwa sababu Simba wanaamini vikiwekwa hadharani watu watajua. Tunarudi kwenye jambo li... jambo la pili uliloniuliza kabla hujaanza kupiga maswali mengine, maana ushaniuliza mawili hapo <laughs> maana unanipeleka spidi, ni kwamba kwenye ile barua ya ya, ya, manake taarifa sio barua, siwezi so nikaita barua, lakini ni taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi ni kwamba mchezo uliahirishwa kwa sababu za viashiria vya nini vya rushwa na, hey, na, na usalama. Sasa kwenye rushwa E, maanake kiongozi amepiga simu yani, ili ili iweje? Yani manake amepiga simu, maanake automatically tayari ile viashiria vya rushwa vinaanzia hapo Ako. Kama ni uchunguzi unaanzia hapo, kwa hiyo kumbe bodi ya ligi walikuwa correct kipindi cha nyuma kwamba kulikuwa kuna viashiria vya nini vya rushwa. Sasa kwa nini mpaka leo hawajatoa majibu? Tafsiri haraka haraka mzigo wote huu mm. menelewa na haya yote yanayotokea anayesababisha pia ni nani? Bodi ya ligi. E, Young Africans wapo sahihi kusema bodi ya ligi hawana imani nayo kwenye matakwa yao, mtendaji mkuu Almas Kasongo hajiuzuru katika nafasi yake, wapo sahihi kwa asilimia mia moja. Unajua matatizo kuwa uh, ya, ya bodi ya ligi hmm, yanaweza yakawa yana affect pande zote. Hmm, mi nachoweza kuwakosoa Yanga ni kusema kwamba haiwatendei haki wao wakati kumbe bodi ya ligi yenyewe ina shida kwa vilabu vyote, lakini kama wanataka mabadiliko kwa vilabu vyote, basi watakuwa sahihi. Lakini kama wakusema wao ndo wana, wana, wana nini, kwa sababu kuna vitu pia ambavyo bodi ya ligi walivikosea ambavyo vimewafeva sana Yanga, ikiwemo kwenye mambo ya udhamini wa timu nyingi na nini. Hivi vyote ni katika makosa ya bodi ya ligi ambavyo pia walitakiwa na anayekuja anatakiwa pia awe makini, kwa sababu hatutaki kuona mambo mtu mmoja na pesa zake na, anadhamini vilabu vingapi kwa ajili ya kuua competition na vitu kama hivyo eh, hivyo pia ni makosa bodi ya ligi, viashiria vya mechi kuuzwa, timu A inapanga kikosi dhaifu dhidi ya timu B. Haku, hakuna uchunguzi hakuna chochote hakuna watu wana, wanaacha tu yani, as long as hii ni timu kubwa, hii ni timu ndogo anaenda. Haya yote makosa haya yalikuwa chini ya bodi hii ya ligi lakini kumbuka hivi vyote vimewahi kuwa feva Yanga. Umeelewa? mm. na kama Yanga wangekuwa wange serious mm. na wanahitaji bodi ya ligi itoke kupitia mamlaka za juu za mpira mm. CAS mm. yani mamla juu za manake mamlaka za juu za usuluhisho wa kimichezo mm. eh CAS kitu ambacho kingeweza kuwapa nafasi nzuri zaidi ya kwenda kushinda na, kuwa, na, na, na kuitia hatiani hii e, bodi ya ligi pamoja na uongozi mzima wa TFF ni wangepeleka kesi ambayo inahusisha upangaji wa matokeo uliokubuhu kwenye ligi. Of course lazima wangelichukulia serious kwa sababu ni jambo ambalo lina mashiko mm. na wangeweka na evidence. Umeelewa? Mm. Wangeweka na baadhi ya mechi ambazo pengine wangeomba CAS wazireview, kuangalia je hazikuwepo na viashiria vya upangaji matokeo. Mbona wangeshinda? Lakini sasa wanashindwa kwa sababu kuna mechi zingine wao pia wanahusika. Mm. Kwa hiyo na maana zile timu zingechukuliwa hatua na wao pia maybe wangekuwa kwenye mjumuisho huo. Kwa hiyo ndio maana wanaenda na zile ndogo ndogo ambazo wa wanarudishwa nazo. Sasa kwa mantiki hiyo mimi nataka niseme kitu kimoja. Nataki kuangalia nani uko sahihi, nani uko sahihi. Hata Simba nao wametoa msimamo wao leo kusema kwamba eh, wanataka dabi kwanza. Kwanza dabi ipo, jambo la kwanza. Wao, Yanga walisema hawachezi, lakini Simba wao wamesema dabi ipo, mashabiki watunze tiketi, lakini wao pia wameitaka bodi ya ligi waweke hadharani walioivuruga mechi tarehe saba manake siku moja kabla ya kuamkia. Kwa hivyo kwa, mm, kwa sababu wanachangiwa, tuwaachie bodi ya ligi, wataamua wanachotaka kuamua. Anaitwa Heavyweight hapo alipofika, mi naona panatosha, tuwaachie bodi ya ligi, wao ndo watajua cha kuamua.